Ninayo furaha furaha kusimama mbele yenu yeah. Uh, namshukuru Mungu. Kiukweli, ilikuwa ni siku ya Alhamisi, nilianza kujisikia tofauti. Kwanza nilijikuta blood pressure imepanda sana, waga napima pima kwa kutumia hii saa, pressure yako kwa imepanda, kwa hiyo mtagundua tu. Sasa ilipokuwa imepanda, nikaanza kufata zile taratibu, na mchungaji mmoja alikuja hapa, ni mama. Siku moja nimeugua pressure, nayo ilikuwa imepanda. Baada ya hapo nilizungumza naye kwa baadaye, nikawa nimefata zile taratibu, lakini baadaye nikaona hii hainisaidii, kwa kuwa sina muda wa kufika kanisani, nikamwomba Mungu. Baada ya siku mbili, Jumamosi jana, oma ikanikamata vibaya sana, yaani nikawa na, na, hesabu sasa hapa, kama sijawa makini Nawezi ikanipeleka hii. Nimpigie nani mwenye upako aniombee? <laughs> Lakini baadaye nikaenda sehemu pasi. Nikaketi. Huwa nasoma vifungu vya kila siku kwenye Biblia yangu, inatoa vifungu vitatu vya kila siku. Baadaye nikawa nimeketi pale nikasoma, nikaanza maombi, nimejificha chini ya kona pale kazini. Nikamuomba Mungu, nikamuomba Mungu nikaenda nika nyumbani. Nilipofika nyumbani hali kao ni mbaya, nikalala tu kwa siwezi chochote. Baadaye nikaamka, nikanua tangawizi, vitunguu saumu, nikachukua asali, katengeneza dawa kwa ajili ya kupozesha mafua pamoja na kikozi. Nikasema sasa, baada ya kutumia hii inabidi niende hospitali. Lakini nikaangalia hela yangu nikasema, hospitali mbona? mimi namsikia mchungaji anasema, nasema na mwaka sijui na mkati ya janyo Mwana mwaja tu sasa, na mimi leo ni komalia humu mwundati Nikakomoa nyumbani. Asubuhi nimeamka nasikia joint zinauma kweli, yani mifupa inauma, joint zinauma. Nikatengeneza chai nikanywa, alafu nikanyosha nguo, nikasema acha nilale kwanza, nitakapokuwa sawa nitaamka niende kanisani, manake ningekuwa sawa hata saa tano ningekuja. Lakini baadaye nikasema amna, acha niende hivyo hivyo tu, naenda kupona kwenye sifa. Jamani, sinaona <coughs> <coughs> nimecheza na matabi nzima kabisa, ila lakini ninao mshuhuda mwingine ambao ninataka nimshukuru Mungu. Mimi nimejiunga na Bethel Assemblies of God Nyasubi mwaka 2022 nikiwa natokea chuo kikuu cha Dar es Salaam pale Iringa, nimesoma ualimu ah, nimekuja hapa sikuwa na kazi. Nakumbuka siku ile naingia hapa, nadhani baada ya muda baba aliniuliza una kazi, nikamwambia mimi nasema tutaona. Mimi nilianza kufundisha tuition pale juu na jamaa mmoja ni mwalimu anafundisha Saint Anton of Padua, anaitwa Makongoro, ana kituo cha tuition hapo nyuma wanapojenga soko jipya kwao bale, nikawa nimejishikiza kwake, akawa nalipa shilingi elfu themanini kwa mwezi. Elfu themanini, alafu nina degree sio, nina certificate na degree, alafu degree ya maana kabisa ya upper class. Kwa hiyo baadaye akaangu, wakaniunganisha na mmiliki wa shule ipo pale Nyakato, inaitwa Westend nilivyoenda pale nikaambiwa atakulipa laki mbili na hamsini kila mwezi, lakini ile laki mbili na hamsini jamani, nilikuwa naweza kufundisha miezi mitatu sijalamba kidogo, mpaka ilipofikia hatua nikaja nika siku moja nikapiga magoti pale nyuma nikamlia sana Mungu, nikamwambia haki yangu iko wapi? Baadaye Mungu akanisaidia nikapewa pesa ya miezi miwili, na baada ya hapo Mungu akaniletea mtu aliyeniunganisha na shule nyingine. Ah, mimi natoka familia ya maisha ya kawaida sana. Mimi nyumba tulio ambao wazazi wangu wamejenga ni mgongo wa tembo, ni chumba vyumba viwili na sebuli na, na slope nyingine. Kule vijijini kuna nyumba zinaitwa slope. Wewe umezaliwa maisha ya mjini, kwa hiyo na nyumba nyingine za majani. Kwa hiyo baadaye nilipofika hapa Namshukuru sana Mungu alinipatia mawazo ya kujenga, ufahamu ulifunguka, yani ningeweza kuanzisha biashara ikafa. Lakini baadaye nikamwambia Mungu, nahitaji nyumba kweli. Siku moja nikiwa nazunguka zunguka mtandaoni huu, nikapata ramani. Sina hela, yani sina hela, mshahara naopokea ni wa kawaida sana, lakini baadaye wazo la kujenga likaja. Ikasema, kuna watu wanajenga nyumba kwa mzaa mzaa mza. Mtu anapokea laki mbili anakusanya, anakusanya, akifikisha milioni moja anatuma, anajenga kitu ananua hata tofali au bati. Mimi kweli nikawa nimewashirikisha mchungaji, nikamwambia mimi nataka kujenga, wakaniombea. Kwa hiyo baada ya kuniombea tu nikamwaga mawe nyumbani, ninayo ramani nzuri hapa kwa nimeiandaa, hata na wale piga picha, nionyeshe na wachungaji <laughs> <laughs> napiga picha kama anapiga bwana siwe sana. Kwa hiyo baada ya kuwa nimeanza msingi, kuna mtu mmoja akasafiri, akaenda nyumbani, akafika kwenye ule msingi, akawa amechimbia hirizi. Jamani, jifunzeni kuchunguza sana maandiko miongoni mwa watu, naye chunguza maandiko hata wachungaji wakiwa. Mimi kuna muda mchungaji akazungumza siku moja kwenye maombi Akasema watu wanaojenga muombeeni sana Mungu mimi, alivyotamka lile neno la kinabii nikaanza kumomba Mungu alafu baadaye nikapiga kule simu nyumbani, wakaniambia kuna mtu alikuja hapa. Kumbe yule mtu alifika akachimbia hirizi kwenye yule msingi, ili nyumba nisijenge. Lakini namshukuru Mungu, pamoja na kuchimbia hirizi, nikaendelea kujenga. Baada ya muda nikala stroke ya uso. Nilipigwa stroke hapo, mdomo ukaenda kushoto kabisa, kwa hiyo nikawa siwezi kuongea. Lakini katika vyote bado Mungu amenisaidia, mimi ni mzima. Bwana asiwe sana. Amen. Namshukuru Mungu. Mwezi ujao, mpaka sasa hivi nimenunua bango nne za bati, mwezi ujao napaua nyumba. Kuna bango sita, lakini pamoja nataka kupaua nyumba, nilitoa ahadi nadhiri yangu. Nikasema siwezi nikapaua nyumba mwezi ujao kabla sijakamilisha hapo mtandaoni. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ukiona tu nimemaliza hapa, ujue na pengine nimenako nimeanza. Yaani nikishamaliza kuweka nilichomwahidi Mungu hapa, mwezi ujao namalizia kule nyumbani kupaua nyumba. Bwana asifiwe sana. Amen. Wenda niseme kitu kidogo. Thamani ya hawa wachungaji nyie hamujui. Mimi nilikuwa nafuatilia tu wiki iliyopita hapa kwamba jamani hatujachanga hela kumtegemeza mchungaji. Pamoja na mimi nilikuwa sijatoa, lakini kile kitendo cha kusimama pale cha kutaka kuanza kusoma na majina, nilitoka nikaenda nyumbani, nikakaa sana siku ile, nikafikiria nikawaza. Cha kwanza, ukienda hospitali pale government pale, ukaomba tu uingie odi ya wanaume kusalimia wanaume walioko pale, utakuta watu wana hali mbaya mno, pamoja na kwamba unaza hela wewe unazitunza lakini pia ukienda kwenye odi ya wanawake utakuta wana hali mbaya mno, yaani kiasi kwamba ungetoka pale ungekuja hata madhabahuni ukamtolea Mungu sadaka. Hebu jifunzeni, mnatembea zile hospitali alafu za private, inawezekana hawapo wale walioko serious. Nenda pale government, omba kwamba nataka kuwaona wagonjwa, utapewa nafasi. Ukishatoka pale hautakuwa na mzaha. Siku ile Zakaria, tuko pale mligo, anazungumza anasema, ukitoa sadaka unajisaidia wewe mwenyewe. Yaani sadaka yako inakusaidia. Mimi nilitoka hapa nikasema, wachungaji hao waga wanaenda Mwanza. Wanaenda sehemu nyingi sana Dar es Salaam. Ile kea nzuri wanayopewa kule. Sisi laiti tungeamka. Tungeamka tu tungeamka hapa. Tungewajali vizuri sana wao wachungaji. Usinde subiri yani, kuja kuleta elfu tano yako mazabauni hapa. Tana mimi nilikuwa nimesinzia. Tana nilikuwa nachukua hata mboga napeleka kwa mchungaji, baadaye nikasinzia. Kiukweli nilijilaumu sana. Mungu mimi Mungu amenisamehe. Sasa mimi nataka nikuambie. Hawa wachungaji wakienda sehemu wanathaminiwa kuliko tunavyo wathamini sisi. Hawa wazee wanakesha hapo wanatuombea. Yaani inawezekana hajawahi kutaja jina la Yusufu. Lakini kile kitendo cha kututaja washirika hapa Mungu anasikia wa wapenzi. Hebu tuwakumbuke hawa wazee. Hajawahi kutokea mtu hata akanua kiatu tangu mwaka umeanza, kiatu cha mchungaji au hata shati zuri tu la mchungaji. Naomba wapendwa tuamke. Mimi mm -hmm. nitakuwa mfano wa kwanza. Baada ya kumaliza tu kazi yangu niliyomwambia Mungu, nitaendelea na mengine, sitasubiri tena kuchangishwa michango ya kuona mwisho wa mwezi. Bwana asifiwe sana mm -hmm. Naomba tuamke. Mimi nimekuja hapa maskini, yani hata hela ya kula kwa mwezi ilikuwa ni shida shida kabisa, yani shida Nilikuwa na kakangu mzee kwa ni pale nilikuwa nimejibana kwake. Kwa hiyo nikiona mama Samu anifika pale na tumbukia huko. Na kwa nimepunguza matumizi ya siku. Naomba jamani tuwakumbuke hawa wazee. Ukizani nazungumza kitu ninachokitania, jiulize kwa mwezi unaingiza shilingi ngapi? Alafu Mungu umempatia shilingi ngapi? Yaani kwa mwezi unaingiza shilingi ngapi na Mungu umempatia shilingi ngapi? Bwana asiwe sana. Kwa mimi naomba tuamke. Yaani zile lawama za kulaumiana mwisho wa mwezi hapo. Hebu usizitamani mimi. Nikisikia wazee wanalaumu, naondoka kanisani, naenda ukaa mtakakoweza. Mungu awabariki.